Katika kijiji cha Wami Sokoine ine wilayani Mvomero, maisha ya kila siku kwa Ana Almasi ni taswira ya juhudi na uvumilivu wa mwanamke wa kijijini. Kila asubuhi Ana uanza siku yake kwa kusaka kuni, moja ya majukumu mengi anayobeba kila siku kwa ajili ya familia yake. Ndio, tunafanya kazi ambayo ni kubwa, sababu nafanya shughuli zako ya kukamua, napeleka mifugo kwenye sehemu ya majani unachota maji, kuna wengine analima, mazao yanapelekwa mjini kwenda kuuza. Ana anatoka katika jamii ya kifugaji anasema, ingawa mchango wa wanawake wa kijijini ni mkubwa, lakini bado jamii haithamini vya kutosha mchango huo. Naona kwamba wanawake wa mjini anapewa kipaumbele kuliko wanawake wa kijijini, ambayo ndio anafanya kazi kwa wakati mgumu kuliko wanawake wa mjini. Yani tuko kabisa tofauti, sisi bado tunaachwa nyuma mwanamke bado hajapewa thamani ile ambayo anastahili, kwa mfano wa masuala mazima ya masoko yale mazao yake, lakini pia ulinzi wake. Watu wana, wana, anafanya kazi kubwa namna hiyo, lakini unakuta kwamba mazao yanamilikiwa na mwenza wake, ambayo sengine hata hiyo hela haipati. Anna anawakilisha kundi kubwa la wapambanaji mashujaa, lakini kama vile haitoshi, wakuu wa familia wakikuza viongozi, madaktari na wataalamu wa kila aina lakini bado vikwazo ni vingi. Mathalani anasema hivi sasa mabadiliko ya tabia nchi yameongeza msukumo wa jamii yake kuhamahama. Sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia nyingi, majani anaisha kwa haraka sana. Ilikuwa miaka ya nyuma ngombe zetu alikuwa hahami, ilikuwa tuna maswa mpaka mkati ya mvua, lakini sasa hivi tuna takriban ya miaka kumi na tano ngombe zetu anahama sote kwa sababu unapoona hali halisi ambayo, kwa sehemu ambayo tulipo na ndio maana sasa hivi tunahangaika tutafute hata sehemu ambayo tunapata mbegu tupande, tuangalie kama tunaokoa watoto wetu, kwa sababu watoto wetu sasa hivi hawana cha kutegemea, yaani anahangaika mpaka chakula atakapopata mpaka ni shida. Mimi najivunia kuwa mkulima wa mazao ya alizeti na mahindi. E, mabadiliko ya hali ya hewa yametuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Sisi wenyewe wamama tunapata changamoto ya maji, kwa sababu maji yapo mbali, tunatembea umbali sana kuyafata maji vyakula kula wananchi kutopata mazao kwa sababu ya ukame kama tumesema wao ndo wanahusika na, na uzalishaji na uleaji wa familia na ulishaji wa familia. Maana yake tabia nchi inapokuwepo, hataweza kuzalisha kama anavyotaka, maana yake hata pia uzalishaji wake utakuwa mdogo. Kama wote tukifanya kazi kwa nia ya dhati, kwa kuthamini mchango wake huo, tutasema tunajenga jamii iliyo imara, lakini pia jamii yenye kutafuta maendeleo halisi, maendeleo endelevu kwa mwanamke na jamii na familia kwa ujumla. Kama ilivyo haiba ya mwanamke jasiri, ana anatafuta kila namna iwezekanavyo kutatua changamoto zinazoendelea kumkabili katika maisha yake. Pembezoni mwa nyumba yake, ana amepanda majani kwa ajili ya malisho ya mifugo yake, japo ni eneo dogo, lakini si haba, chakula cha mifugo kinapatikana. Theresia Mwanga, Azam Nyuzi, Sokoine, Mvomero, Morogoro.